Tatizo la uhaba wa maji katika kaunti ya Kilifi limekuwa donda sugu, huku wakazi wakilalamikia ukosefu wa huduma za maji kwa muda mrefu, sawa na kutembea mwendo mrefu kutafuta huduma hizo. Kutokana na changamoto hizi, gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Maetha Mung'aro sasa ametoa makali yake kwa viongozi wa kampuni ya kusambaza maji ukanda wa pwani. Katika kikao na wanahabari, gavana Mung'aro amesema serikali ya kaunti imeweka miundo msingi thabiti ya kuhakikisha wakaazi wanapata maji, japo kumekuwa na matatizo kwa upande wa kampuni hiyo, matatizo yanayoendelea. Mambo ya maji katika kaunti hii si matatizo ya county government ya Kilifi. Kwa hivyo kama coast water pia make, maji yanatoka Kilifi. kama si watu wa Kilifi hatupati maji, basi wacha tu, tuende tufunge hiyo valve ambayo inaenda malingine, maji yote yabaki Kilifi. Hawezi kuwa maji yanatoka Kilifi na sisi ndo tunateseka kila siku. Kama itazito enda lango baya, tuseme hivi, valve hii inapeleka maji wapi? Funga hiyo, hii inapeleka Kilifi, wacha hiyo open. Unajua tukose sote, maji yanatoka kwetu na sisi ndo tunateswa kila siku eh? ukiongea na watu wa maji, kazi yao tu kila siku kukata stima bili. Wamekuwa nao za zaidi ya milioni mia tano miaka ishirini iliyopita kama alikuwa na deni, mbona hawakulipisha wakati huo? Kauli ya gavana Mung'aro imepingwa na shirika la huduma za usambazaji maji pwani likisema kwamba taarifa hiyo siyo sahihi na yenye uzushi inayolenga kusababisha utata kuhusu utendakazi wa shirika hilo. Kupitia barua iliyotiwa sahihi na mwenyekiti wa shirika hilo, Daniel Mwaringa amesema kukatizwa kwa huduma za maji katika kaunti ya Kilifi kunatokana na deni ambalo halijalipwa na kampuni ya maji ya Kimawasco inayosimamiwa na kaunti ya Kilifi. Kwa sasa visima vitatu vikuu vya maji katika kaunti ya Kilifi ikiwepo kile cha Baricho havitoi maji kuwafikia wakazi, huku akimwagiza waziri wa maji kaunti ya Kilifi Omar Said Omar kuweka mikakati ya kusambaza maji sehemu mbalimbali kwa kutumia malori ya maji. Maji tunatazamia kutoka Coast Water, na kama mnavyojua kuna visima vitatu ambavyo vimeharibika pale Langobaya. Leo asubuhi nimeongea na waziri wa, wa, wa maji na tukakubaliana kwamba ataongea uh, na MD wa sukume ile repairs ambazo wa wanafanya pale Langobaya. Leo tumepata nafikiri jana na leo mtaona maku sehemu nyingine maji imeanza kutoka, lakini hata hiyo yanatoka kwa uchache sana, pressure si ile ambayo tunatazamia. Kwa upande wake waziri wa maji na mali ya asili kaunti ya Kilifi, Omar Said Omar amesema kwa muda wa miezi sita kiwango cha maji yanayozalishwa katika kisima cha Baricho kimeshuka na kutatiza upatikanaji wa maji. Omar anadai madeni kwa wananchi na pia kampuni ya kusambaza maji pwani yamechangia kushuhudiwa kwa uhaba wa maji Kilifi. So the supply ya maji ambayo tunapata kutoka kwa hiyo line ya Baricho ambayo iko pale, kama leo asubuhi ambayo nimepata ni kuwa tumeweza kufunga maji kupeleka maji Malindi, tumeweza kufunga maji kupeleka maji upande wa Magarini, tumefunga maji, hatupeleki maji upande wa Watamu, tunaleta Kilifi peke yake. Deni ambayo tuko nayo area operation ya Mawasco na Kimawasco ni more than 1.5 billion kwa wananchi, so hilo ni deni ambayo ni very substantive na deni ambayo tuko nayo na, na, na coast water kutoka ile devolve and functions zilianza kukua na operations zake za the water companies zikuje it's more than it's around 3 billion for the two, for the two water water companies. Waziri huyo amesema wizi wa maji na kuunganishwa maji kimakosa, vilevile vile uharibifu wa mabomba ya maji limekuwa tatizo kuu kwa kusambaza maji kwa wananchi wa Kilifi. Kuna changamoto ya kupasuliwa kwa muda mrefu sana, na area ambayo ni very hard hit na maswala ya vandalism ni area ya Ganze, that's the area ambayo ina lead area ya Chonyi ni area ambayo ina lead na area ya upande wa Arabai. Hizo ndio area ambazo tuko na changamoto kubwa sana ya masuala ya vandalism. Hata hivyo, Gavana Mung'aro imeitaka serikali kuu kuangazia tatizo hilo pamoja na kushurutisha kampuni kusambaza ya kusambaza maji pwani, wakisema serikali ya kaunti imejitahidi kulipa deni kulingana na makubaliano, licha ya deni hilo kulirithi kutoka kwa serikali ya kaunti iliyotangulia, swala lililoungwa mkono na Waziri Omar. naomba sana sana, sana na ananisikia sahihi, hata kama ni Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, hapo Coast Water visima vitatu, vimefungwa Magarini, Baricho, eh? kwa hivyo wananchi wa Kilifi wanapata tabu na maji. Au, maofisa wa hiyo wizara, nimeongea na waziri wako, anasema anafuatilia wako, lakini pia ujue sahii watu wako wa Kilifi wanateseka na maji, sababu visima vimeharibika hapo Baricho. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira, Coco FM, ladha ya pwani.